Kufuatia kauli ya mkuu wa majeshi Jenerali Jacobo John Mkunda ambayo nainukuu, endapo vitendo vya uhalifu vitaendelea, jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania litachukua hatua stahiki kwa mjibu wa sheria, mwisho wa kumnukuu. Jenerali Jacobo John Mkunda, ambapo alitoa tahadhari kufuatia kile ambacho alikiita ni uhalifu kama tunavyokumbuka, e, baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba ishirini na tisa na yale yote ambayo yalitokea, mkuu wa majeshi aliwahi kutolea ufunuzi kwamba wote ambao waliuawa kipindi hicho na waliojeruhiwa walikuwa ni wahalifu. Sasa kufuatia kauli hii ya mkuu wa majeshi vijana wanaojulikana kama Gen Z wamemjibu vikali, wakisema kwamba wao wapo tayari e, kupambana hasa na jeshi la polisi ambalo wamekuwa wakilituhumu kwa kuwakandamiza na kuwakamata na kuwatesa na mambo kadha wa kadha, ambapo wao wanajiita Tanganyika Freedom Fighter kwa kifupi TFF na wametoa pia onyo kwa e, mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Kamiliusi Wambura ambapo wamesema wao wataendeleza moto wao dhidi ya polisi. Sasa hatujui ambacho kinaweza kikaa kinaendelea nyuma ya vijana hawa ambao wanajiita Tanganyika Freedom Fighter. Uh, labda huenda jeshi la polisi au uh, jeshi la wananchi kwa maana ya JWTZ kupitia kwenye intelijensia zao wanaweza wakawa wameona jambo ambalo, eh, sisi ambao tuko nje ya hivyo vyombo vya ulinzi na usalama hatuweze tukaliona. Naomba niongee na mkuu wa majeshi Mkunda. Hii ni TFF na tubembelezi. Umesema ya kwamba endapo uhalifu utaendelea JWTZ itachukua hatua stahiki. Sikiliza, naomba ujue kwamba wahalifu namba moja Tanzania, Wambura Muliro Abduli, wakamata wa kwanza. Lakini kama ni sisi, mnatutishia maisha wa Tanzania TTFF, kwaji uhalifu, tutadili na polisi na tutawaacha polisi salama arama. Na wewe na wewe, Wambura, umesema kwamba mnanua umbwa kwa ajili ya kukandamiza uhalifu eh? Eh, sasa sikiliza hata mkinua simba hizo mbwa mmeenda mbali, nunueni simba kabisa, nunueni chui, bado polisi kiti chenu chipo motoni. Hatuachi salama, hatuachi salama, yani hatuachi salama, Muriro Wasira, Wambura Mafore, hatuachi salama kwa sababu mmekuwa ndo tisho Itanganyika, mmesababisha mme yenu mmesababisha amani kwa ajili yenu, nyie tutadina nyie. Wewe Wambura we, we, we, tunakuja kwako, hatutakuwacha hatu salama.